Kilimanjaro is in Tanzania. Kilimanjaro is in Tanzania because Mombasa is in Kenya. Lakini kama tunavyofahamu baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, wajerumani walishindwa katika vita kuu ya kwanza ya dunia na walipoteza makoloni yao yote matano katika bara la Afrika, yaani Dosh Ost Africa, Ujerumani ya Afrika Mashariki, Togo, Cameroon, makoloni yote manne, Togo, Cameroon na Namibia South West Africa. Na katika vita hiyo ya kwanza ya dunia, Waberigiji walipiga kutoka ambayo leo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na waliteka eneo lote ambalo leo ni Rwanda na Burundi. Kwa chini ya Wajerumani eneo lote la Kigoma mpaka Biharamulo, kwa askari wa Kiberigiji walifika mpaka Biharamulo, na wao, lengo lao halikuwa kubaki Rwanda, Burundi, Kigoma na Biharamulo. Lengo lao ilikuwa wale wengine walioshinda vita wa washawishi Wareno waipe Uberigiji jimbo la Kabinda, ili Uberigiji iwe na Kongo yenyewe na upande wa pili wa Kabinda, ili itawale mto Kongo. Waingereza katika kuwashawishi Wareno kufanya hivyo, waliwapa sehemu ya Ujerumani ya Afrika ya Mashariki inayoitwa Kionga Triangle ambayo leo ni Msumbiji. Lakini bado Wabelgiji hawakuridhika, ndipo walipobaki na Rwanda na Urundi. Na sasa Waingereza wakapewa sehemu hii ambayo baadaye iliitwa Tanganyika kwa makubaliano yaliyoitwa The Anglo Belgium Agreement ya tarehe mbili 2 Novemba mwaka 1934. Na sehemu hii kwa kifupi tu, sehemu hii ya, ya, ya, ya, ya Tanganyika ilikosa jina kwa karibuni miaka miwili, lakini kwa upande wa Zanzibar sijazungumza, naona muda unakimbia, sijui nizungumze au niache. Kwa hiyo utaona himaya ya leo ya eneo la Tanganyika ilipunguza. Vivyo hivyo Zanzibar. Zanzibar imekuwa chini ya utawala wa Wajemi, chini ya utawala wa Wareno, wa chini ya utawala wa warabu wa kutoka Oman na baadaye kupata mapinduzi. Lakini eneo la leo la Zanzibar sio eneo la Zanzibar la mwanzo. Eneo la kwanza la Zanzibar chini ya Sultani lilichukua ukanda wote huu wa pwani, ambao ni pamoja na sehemu ya Tanganyika. Lakini mwaka kwa, kwa mkataba ulioingiwa kati ya Wajerumani, Waingereza na sultani wa Zanzibar, sultani wa Zanzibar alilipwa paundi laki mbili ili kuachia eneo lote hili ambalo leo ni pwani ya Tanzania Bara, akabaki na pwani ya Kenya ambayo na yenyewe tarehe 4 Septemba mwaka 1964 Aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Jomo Kenyatta, na aliyekuwa waziri mkuu wa Zanzibar Mohamed Shamte walisaini mkataba ambapo Waingereza walitoa fedha ili eneo hili liwe sehemu ya Kenya, na fedha hiyo haikulipwa, na ndipo sultani wa Zanzibar alipopinduliwa kwa ushauri wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa, kwa Sheikh Abed Aman Karume. Fedha hiyo alilipwa sultani ili aishi Uingereza kwa raha mstarehe na aiachie Zanzibar. Kwa hiyo Tanganyika na Zanzibar zilizoungana mwaka sitini na nne, tayari Tanganyika ilikuwa imepungua eneo lake kwa hayo niliyoeleza, na Zanzibar ilikuwa imepungua eneo lake kwa sababu pwani yote hii, ya kwanza ilinunua na Wajerumani kwa laki mbili, ya pili linunua na Waingereza kwa laki nne. Na fedha hizo za kwanza alipewa sultani akiwa Zanzibar, za pili alipewa sultani akiwa Uingereza. Ni hizo nchi mbili Tarehe 26 Aprili mwaka 1964 ziliungana na kuunda taifa moja, na hilo ndio taifa kama alivyosema mwalimu, liliundwa na nchi huru kwa sababu Tanganyika na Zanzibar yalikuwa ni mazalia ya ukoloni na ubeberu.